Mwanaharakati Rose Njeri anapoendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Pangani. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amejitokeza na kulaani kukamatwa kwa Rose Njeri akisema, na nikinukuu, hii ni njia moja ya serikali kuwanyamazisha na kuatisha wa Kenya ambao wanapinga utawala wake, hasa wakati huu mswada wa fedha wa mwaka 2025 unakaribia, akiongeza right yeah, kuwa serikali haijasoma lolote tangu maandamano ya kizazi cha Gen Z hasa swala la kuwasikiza Wakenya. Gachagua wakiwataka Wakenya kuungana na kutetea haki yao. Aidha, amesikitika kutokana na usemi wa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuhusu swala la utekaji nyara, akibaini kuwa utekaji huu pia ni njia moja ya kuwanyamazisha Wakenya ambao wanaipinga. We must thank President William Ruto because he has kept his word.

na kusisitiza kuwa ni kinaya kwa serikali kuomba msamaha vijana wa jenzi wakati ambayo haya yote yanaendelea kutendeka. Tena, to our children, if there is any misstep, we apologize.